Ta la viwango Tanzania TBS limeandaa operesheni maalumu nchi nzima itakayohusisha maduka, viwanda, mipaka, viwanja vya ndege pamoja na bandari kwa ajili ya ukaguzi wa bidhaa zilizopo sokoni. Operesheni hiyo inakuja ikiwa ni sehemu ya kukabiliana na ongezeko la bidhaa nyingi zisizo na ubora zikiwemo mavazi, vilainishi vya magari na vifaa vyake, vifaa vya nishati ya umeme na jua vifaa vya ujenzi na simu za mikononi. Mwanahabari wetu Josephine Mweiswaga ametuandalia taarifa ifuatayo. Mkurugenzi huyo wa TBS amesema kwa mujibu wa mkataba wa kimataifa wa usimamizi wa viwango ISO ni kosa kwa nchi husika kuruhusu bidhaa yoyote kuwepo sokoni bila kuhakikiwa kama ina ubora. Amesema bidhaa zenye viwango hafifu zimeathiri kwa kiasi kikubwa dunia na kusababisha majanga mbalimbali ikiwemo mbali, magonjwa na ndiyo maana TBS imeamua kufanya msako huo. Tunaanzisha kampeni ambayo tunasema ondoa bidhaa hafifu sokoni, tunaianzisha hiyo kampeni, na hii kampeni tunaianzisha kwa kuanzisha msako mkali katika masoko yote nchi nzima. Tutahakikisha tunapita kukagua bidhaa zote masokoni, lakini tutaanza na waingizaji bidhaa hizo, kwa sababu bidhaa iwezi kuingia sokoni kama mwingizaji hajaingiza. Akitolea mfano wa ubora wa nguo zilizozalishwa miaka ya nyuma, amesema ziliweza kudumu kwa miaka mingi, lakini wakati huu imekuwa tofauti. leo hii ukimshonea uniform mtoto haiwezi kukaa miezi mitatu, hujamnunulia nyingine. Ni jambo la aibu. Sisi wakati tunasoma ukishonea uniform moja ukiwa darasa la kwanza unaweza ukafika nayo darasa la tatu, hiyo hiyo moja, miaka mitatu unakwenda nayo, lakini sio hali ilivyo sasa. Viwanda vyetu vya ndani vinazalisha bidhaa ambazo sio bora na bidhaa zinazotoka nje sio bora. Bidhaa hafifu zimekuwa changamoto katika nchi za Afrika ikiwemo Tanzania, na TBS ni moja ya taasisi iliyopewa dhamana ya kisheria kusimamia ubora wa bidhaa na kufanikiwa kukamata bidhaa zisizo na ubora, lakini bado kumekuwa na bidhaa nyingi hafifu. Josephine Mwaiswaga, Star TV, Dar es Salaam.